bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na Themart Supermarket piga simu namba 77967. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataja utumishi wa dini unaofaa, aguswa na mchango wa KKKT kusaidia jamii, awachangia milioni mia moja kujenga kituo cha watoto. Habari meniko kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Majari wa hutajuta kuwekeza Tanzania. Habari maliko kwenye ukurasa wa tatu. Mpango wagiza usimamizi mipango miji. Habari mliko kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika serikali yaita trilioni kumi na moja uwekezaji nishati. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. BOT yaja na mwarobaini mikopo kwa ushadamu. Habari mliko kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili lakini pia gazeti hili limeandika kigogo UVCCM MM, mkewe mtoto wafa ajalini a habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. NMB yavunja rekodi wanahisa kuvuna gawio la bilioni mia mbili kumi na nne habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. Lakini pia gazeti hili limeandika rais wa zamani wa Zambia afariki dunia, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nala gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sekeseke kanisa la Gwajima halijapoa. Dar es Salaam, mambo bado hayajapoa wakati waumini 84 kati ya 86 waliokamatwa katika kanisa la Ufufuo na Uzima wakiwachiwa huru na polisi, taasisi na watu mbalimbali wameendelea kujitokeza kupinga hatua iliyochukuliwa na serikali ya kufuta kanisa hilo linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Nuku katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni James Mbatia, pamoja na mzee wa upako. James Mbatia anasema Gwajima si askofu pekee, ni mbunge na mjumbe wa NEC ya CCM, hivyo hekima inahitajika kutatua mambo magumu kama yale, kwani mambo mengine yanavuka mipaka ya Gwajima na kuibua mambo zaidi. Mzee wa upako nukuu yake anasema, sitetei mambo ya Gwajima yeye anajuana na CCM na wenzake huko, lakini kufunga kanisa si jambo zuri. Unafunga kanisa halafu watoto wakasali wapi Jumapili? Wewe shughulika na mzee wa upako nye, endeleeni kusali, lakini mzee wa upako tuna mazungumzo nayo. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Sheikh Ponda agoleza moto bunge. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Samia apiga dongo kiaina agusia malezi kwa watoto. Habari katika ukurasa tatu. Mradi mpya kupunguza bei ya gesi ya kupikia, habari katika ukurasa wa 18. Bilioni mia mbili sabini gharama za uwekezaji kwenye mradi huo unaojengwa mkoani Tanga. Ujenzi ulizinduliwa jana na waziri wa nishati Dr Biteko. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili imeandika kibano kipya wapigaji mali za umma wapanga dili, habari katika ukurasa wa pili. Biashara kicheko kwa wanahisa NMB wakivuna gawio la bilioni mia mbili kumi na nne habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Ijumaa ya leo. Tutazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia alipongeza kanisa la KKKT nchini, ni kwa kufanya utumishi wa dini unaosaidia jamii na kuwezesha wenye mahitaji, asema linapeleka ujumbe kwa wanaojifanya watumishi wa dini, kumbe watumishi wa Shetani. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Ushirikiano Tanzania Kanada wafanikisha utekelezaji miradi. Habari katika ukurasa wa nne. Mkuu wa mkoa ataka taasisi za dini kuchunguzwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Sahihisho, undani wa taarifa hiyo imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Lakini pia gazeti hili limeandika rais wa zamani wa Zambia fariki dunia. Rais wa zamani wa Zambia Edgar Chagwa Lungu amefariki dunia akiwa na umri wa miaka sitini na nane. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Shekh Ponda ajiunga na ACT wa Zalendo, afunguka. Habari katika ukurasa wa nne. NMB kuwalipa wanahisa wake gawio la bilioni 214.43 habari katika ukurasa wa nane. Trump azuia raia kutoka mataifa kumi na mbili kuingia Marekani. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Lakini pia gazeti hili limeandika Daktari Mwamba ateta na ujumbe wa Benki ya Dunia. Habari katika ukurasa wa nane. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, ya gazeti huru la kila siku.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 gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni shepunda rasmi ACT Wazalendo ahidi kushiriki Operation Linda Demokrasia, CCM yasema nchi ni salama. Rungwe, wachauma awa kivutio na sera, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia, huu ndio utumishi ujali watu wenye mahitaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Patrick Assas zaungana kuzindua kituo kikubwa zaidi cha LPG EA Tanga. Undani wa taarifa hini katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Mchemba atajatiba kukabili mikopo kwa ushadamu. Habari katika ukurasa wa nne. Kampuni ya Guardian yatoa msaada taulo za kike shule ya sekondari ya bwawa miswe, Pwani. Habari katika ukurasa wa tano. Ugonjwa moyo kuzaliwa tishio kwa nchi ya kipato cha chini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Multicreek Digital Solutions habari katika ukurasa wa tatu. Isiri kupaa ukusanyaji wa mapato Zanzibar yatajwa habari katika ukurasa wa pili. Dkt. Mwiguru azindua mfumo wa kushughulikia malalamiko BOT habari katika ukurasa wa sita, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo, kwa kweli na uwazi. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru kweli daiman nalo mikarani mwangu lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia atoa wito kwa viongozi wa dini, asisitiza umuhimu wa kuhubiri amani na kuliombea taifa. Atoa wito kusaidia jamii hususan watoto wenye uhitaji. Ndani ya taarifa hii katika kurasa za ndani, Balozi Dr Nchimbi atagawe ledi vyombo vya habari vya chama, habari katika ukurasa wa nne. CPA makala nchi ipo salama, habari katika ukurasa wa nne. Ujenzi makazi holela wamshtua Dr Mpango wa, habari katika ukurasa tatu. Rais wa zamani wa Zambia fariki dunia, habari katika ukurasa wa nne. Serikali kuendelea kuipa hadhi sekta ya afya, habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti wa Machinga lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Samia, utumishi wa dini ni ule unaojenga jamii. Alipongeza kanisa la KKKT, avutiwa na uamuzi wao wa kujenga kituo cha watoto wenye mahitaji maalum. Achangia shilingi milioni 250 kuunga mkono ujenzi wa kituo hicho. Apongeza namna wanavyofanya kazi ya utumishi wa Mungu kupitia dini. Arasi Chalamila ashauri uhakiki wa kila wakati hasa baadhi ya taasisi zenye kuleta taharuki kwa jamii na kuzusha uongo dhidi ya rais na familia yake. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa 3 Dr Mpango asema serikali imeweka nia kupunguza athari za uharibifu wa mazingira. Habari katika ukurasa wa tatu. RMB yavunja rekodi, gawio la bilioni mia mbili kumi na nne nukta tatu nne kwa wanahisa. Habari katika ukurasa wa pili. Rais wa zamani wa Zambia afariki dunia, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti wa Machinga. Pata nakala yako, soma kwa undani na zaidi. Sasa tukia, habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu ndilo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele, ni Simba kumbeba fei hivi, iyapewa njia ya dube kwa Yanga Sports Club kiungo wa boli nyota huyo katika misimu miwili akiwa Azam FC amefungia mabao ishirini na tatu na asisti ishirini katika ligi kuu Tanzania Bara. Gazeti limeandika hoja mpya wazee wa Yanga, ligi kuu bara, Yanga dhidi ya Simba ni Juni kumi na tano saa kumi na moja kamili jioni, wanja Benjamin Mkapa kiungo aingiza vitani mbea siti wa hao wamepania ligi kuu msimu ujao. Habari katika ukurasa wa tatu gazeti limeandika tatizo la marefu lipo hapa, hizi ni nondo za legend Amri Kiemba katika ukurasa wa kumi kirafiki leo Ijumaani Afrika Kusini na Tanzania saa mbili na dakika thelathini usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbili. Pata nakala yako usome ko ndani zaidi magazeti habari habari za michezo na burudani. Nalo gazeti ya Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika wazee Yanga wajivika mabomu. Baraza la wazee wa Yanga na wenye viti wa matawi mkoa wa Dar es salam wamesema hawako tayari kama timu yao itacheza dhidi ya Simba Juni 15 mwaka huu uwanja wa Benjamin Mkapa, mpaka wapewe sababu zilizosababisha mchezo wa Machi nane kuahirishwa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili fadru faini Sasi nje miezi sita, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Taifa Stars pafana pafana kujipima leo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ukwasi wa Rihanna uporomoka, habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na gazeti hili likikamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa, toka zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.